Raisi wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa anazingatia kuweka vikwazo vikubwa vya kibenki, kibiashara na kiuchumi kama mm -hmm, njia ya kuishinikiza Urusi kufikia makubaliano ya amani na Ukraini. Kupitia chapisho lake alilochapisha Ijumaa hii kwenye ukurasa wake wa Twitter, Raisi wa Marekani Donald Trump ameandika kwamba kutokana na ukweli kwamba Russia inaiangamiza kabisa Ukraine kwenye uwanja wa vita hivi sasa, ninafikiria kwa uzito kuweka vikwazo vikubwa vya kifedha na ushuru dhidi ya Russia hadi pale makubaliano ya kusitisha mapigano na mkataba wa mwisho wa amani yatakapofikiwa. Kwa Russia na Ukraine, kaeni kwenye meza ya mazungumzo sasa hivi kabla haijawa too late. Asanteni! Hivyo ndivyo ambavyo ameandika rais wa Marekani Donald Trump, na hii ni kutokana na shambulizi ambalo Urusi wameifanyia Ukraini usiku wa kuamkia leo. Na tangu kufeli kwa mkataba wa madini baina ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Ukraini Zelenski, kumekuwa na mashambulizi ya mara kwa mara kwa taifa la Ukraine, hali ambayo imempelekea rais wa Marekani Donald Trump kuandika andiko hilo, huku akiamini ya kwamba kama vita vitaendelea, hali itakuwa mbaya kwa Ukraine. Hivyo ameataka maombi ya mazungumzo kati ya viongozi hao wawili ili kuweza kufikia hatima nzuri kwa taifa lao. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.